Kwa hali yoyote, kwanza nitumie fursa hii mheshimiwa waziri kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujaale uzima na afya tukakutana mahala hapa kwenye tukio hili muhimu ambalo ni msingi wa mwendelezo wa maendeleo katika nchi yetu hasa katika sekta hizi zilizoko chini ya Wizara ya Kilimo kwa ujumla. Kabla sijafanya kazi ambayo nimetumwa au nimetakiwa niifanye siku ya leo, ningeomba nitumie fursa hii kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa tena kwa mara nyingine tena, lakini sambamba na kazi kubwa ambayo alifanya katika kipindi kilichopita ambacho sote tulishuhudia kwa pamoja, wakiwemo pia mheshimiwa waziri pamoja na naibu waziri pamoja na watendaji wote kwa ujumla. Nitumie fursa hii pia kumshukuru yeye kwa kuniamini na mimi kunipa nafasi hii kuiongoza wizara hii mpaka pale ambapo tulikoma katika katika jukumu hili, ambapo leo sasa jukumu hili limehama kwetu na linakuja kwa upande wako, Mheshimiwa waziri pamoja na mheshimiwa naibu waziri. Lakini kwa ujumla niseme tu kwamba binafsi ni kushukuru na wewe pamoja na naibu waziri kwa kuaminiwa katika kuja kuiongoza wizara hii pendwa ambayo wizara ambayo msingi wa maisha yetu uko chini wa usimamizi wa uzalishaji katika kupitia wizara hii wizara ya Kilimo. Lakini pia binafsi kuendelea na wewe kuendelea kuaminiwa, lakini vile vile kuendelea kukubali kufanya kazi hii ambayo leo umetakiwa nayo uifanye. Lakini kwa ujumla, Mheshimiwa Waziri, mimi sina mashaka na wewe pamoja na msaidizi wako naamini kwamba mtafanya kazi nzuri zaidi. Sisi tulijitahidi kwa kadiri tulivyoweza. Nadhani tutakuwa ni mashuhuda kwamba mwonekano hata wa ukumbi ambao ulivyo tulivyopokea sisi haukuwa hivi kama ambavyo leo tunaofurahia. Kwa hiyo, niseme tu kwamba yapo mazuri ambayo jitihada zimefanyika, na tumeona mafanikio makubwa yapo lakini sambamba na hilo, pamoja na kwamba kuna mafanikio katika taasisi zote mbalimbali, lakini naamini na changamoto, kuna mambo ambayo sisi hatukumalizia pale ambapo pengine matarajio ya Mheshimiwa Rais alikuwa ni makubwa zaidi katika kuona kwamba tunafika zaidi kila alichokuwa amekitarajia. Lakini ni imani yangu kwa uwepo wako wewe na naibu waziri pamoja na timu hii iliyopo chini ya Wizara ya Kilimo, na uhakika kwamba kazi kubwa itafanyika na muendelezo wa safari ambayo sisi tumefika tutakwenda mbali zaidi. Hivyo zaidi, niseme tu kwamba na wewe pia nikukaribishe tena kwa wizara hii, uendelee kufanya kazi, na kama alivyosema, sina hofu, kazi itakuwa nzuri zaidi, lakini itakuwa nzuri zaidi pale endapo watendaji na nyinyi mmeweza kutoa ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha kwamba tunawapa ushirikiano na kazi inaweza ikawa nzuri zaidi. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji ushirikiano. Nataka nikwambie tu mheshimiwa, nikutoe hofu, Wizara ya Kilimo ina watu wazuri na watu wachapakazi, watu ambao wanapenda kujituma wakati wote. Naamini na wewe kwa kasi yako wewe, mkiunganisha pamoja matakwa na malengo ya mheshimiwa Rais ya nchi hii, nadhani tutafika mbali zaidi katika swala zima la kuhakikisha kwamba nchi yetu haikabiliwi na tishio la aina yoyote linalotokana na njaa. Kwa msingi huo, kwa sababu leo si siku ya kuzungumza maneno mengi, niseme tu, nikukaribishe. Kwa hiyo kubwa zaidi, mimi niwashukuru wafanyakazi wote wa wizara ya Kilimo kwa ushirikiano wenu mlionipa wakati wote, na tukafanya kazi pale ambapo Mwenyezi Mungu ametufikisha. Kubwa zaidi, kwa sababu ya binadamu, na tujapata forum nyingine mpaka sasa hivi, nitumie fursa hii kwa wale wote ambao tulifanya kazi kwa njia moja ama nyingine, wakakwazika, pamoja na yale maelekezo ambayo nilikuwa nikipokea, yale yaliyokuwa kwenye utaratibu, hayo sitayaendelea kuyaombea radhi, maanake ilikuwa ni maagizo. Kwa hiyo niwaombe tu, tubadilike ili tumsaidie Mheshimiwa Waziri kufikia malengo ya serikali. Lakini yale ya kibinadamu ya kwangu mimi ambayo hakutokana na maelekezo naomba kwa yote ambaye alikwazika kwa, kwa njia moja ama nyingine, basi naomba anisamee kama binadamu kuongoza binadamu, na sikuwa malaika na nyinyi hamkuwa malaika, hivyo hivyo, kama ni binadamu kwa binadamu, lazima kuna mambo pengine wakati mwingine inaweza akatokea. Lakini endelee kusema yale ya kiserikali yalobaki, kama ni maagizo, basi yale sitaendelea kuombea radhi, na badala yake nitaacha kwenye kwenye flow ili mheshimiwa waziri naye ataendelea nayo ili kusudi nchi yetu iweze kufika hatua zaidi.